Kuomba hapa panakuaga kidogo na, na changamoto e, unakuta labda mtu anaomba hasa kwa kutumia zile za online e, mtu anajaza maombi yake, lakini baadaye anakuja kuambiwa labda vigezo vyako havijakidhi ama anakosa ile nafasi. Mwingine amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara, lakini bado nafasi inakuwa ni changamoto kwa. Kuna vigezo gani kwenye kuomba hapa ili yule ambaye anaomba au anafikiria sasa hivi labda kuna ajira zinaenda kutangazwa, akaomba ajue kwamba anatakiwa kuwa na vigezo hivi na hivi na hivi? Vigezo vipo na vigezo vinawekwa, mimi tu niwaweke wazi, vigezo vinawekwa kwa sababu tumeshasema tunaendesha usaili wetu kwa ushindani. Kwa hiyo ili kuwe na ushindani, ni lazima mshindi apatikane. Mshindi anapatikanaje? Ndio hivyo vigezo tunaviweka hmm. na kila tangazo tunalotoa pale mwisho huwa tunaweka uh, masharti ya ujumla. Sasa bahati mbaya waombaji kazi wetu wengi hawasomi hawa, hawa pale unakuta siku ya kuitwa kwenye usahili hafiki. Lakini pia sasa uzuri sasa hivi kila kitu tunafanya kwenye mfumo, na hii tumeanzisha mifumo kwa sababu ku, kuondoa ile ukaribu kati yetu sisi na watafuta kazi. Unajua watafuta kazi wengi wanaamini kwamba kama huna godfather huwezi kupata kazi mm. Kwa sisi tumeitoa hiyo, tumeweka mifumo. Kwa hiyo mimi na wewe hatuzungumzi, na ndio maana hata kwenye kuomba kazi tumeweka mfumo wa Ajira Portal sasa uzuri wa mfumo wa Ajira Portal ukiufungua, ni mfumo rafiki sana. Kwanza unakuelezea na unakuelekeza, unatakiwa uweke picha yako pale, picha yako ikiwa nzuri, passport size nzuri tu yeah, ili tukuone huyu ni mtu fulani. Lakini pia utatakiwa kupakia vyeti vyako, na kabla ya kufanya hiyo yote, sasa hivi mifumo inasomana. Mfumo wetu tumeunganisha na NIDA. Kwa hiyo ukishaeka namba yako ya NIDA pale, details zako zote zinahama kutoka NIDA zinakuja pale. Unachotakiwa mm. kufanya sasa, uwe na vyeti vyako, vile vyeti unatoa una, una tunasema unatoa kopi. Ukishatoa kopi, unaenda kuvithibitisha huko kwa mwanasheria. Akishaona kwamba ni true copy, unaviattach pale sasa kwenye mfumo. Tumesema kabisa kigezo kimojawapo ni lazima usertify cheti kabla hujaweka pale. Kwa hiyo unakuta mtu anaweka bila kusertify. Ukiweka bila kusertify, maana yake sasa hapo umeshaanza kujichuja. Yule anayekuja kufanya shortlisting akiangalia vigezo gani tuliweka akikuta hujasertify unaondolewa. Lakini pia unamwambia pale mtu weka picha nzuri, passport size. Mwingine anapiga selfie, haonekani vizuri. Mwingine anachukua tu uh, karatasi yoyote, ana upload pale kwenye picha. Kwa mtu ukiangalia tu pale, unaona kabisa huyu amejiondoa. Kwa hiyo kikubwa ajitahidi. Na uzuri wa mfumo, unapakia cheti mara moja tu. Ukishapakia vyeti vyako pale, vinakwambia tunashukuru, tumekupokea vyeti vyako kwao takazi yako itabaki moja tu kusubiri kutembelea kwenye website yetu. Ukikuta tumetangaza uh, nafasi za kazi unaandika barua sasa. Mm, kwenye uandishi wa barua pia unaambiwa pale mwisho sign. Unakuta mtu anaandika barua tu anaiattach kwenye mfumo haja sign, yeah. yule anaye shortlist anaangalia huyu haja certify cheti chake huku, barua ile ameandika haja sign, anamwondoa kwa hiyo unabaki unajiuliza, mbona mimi kila siku na naomba lakini siitwi. Ila huu mfumo wetu ni rafiki, unakwambia kabisa kwamba hujawa shortlisted kwa sababu huja certify cheti chako, au hujawa shortlisted kwa sababu barua yako umeaddress sehemu isiyotakiwa. Pale chini kwenye maelekezo ya jumla tunaandika hizi kazi zimetangazwa, address inayotakiwa kutumika andika kwa Katibu, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Mtu akiona pale labda kwa sababu tumetangaza kwa niaba ya Uh, taasisi labda tuseme kwa niaba ya Wizara ya Madini anaandika pale Katibu Mkuu Wizara ya Madini. Kwa hiyo ukishaandika hivyo tu, mtu akiangalia anakutoa, na kama nilivyosema, Watanzania waliosoma ni wengi, nafasi ni chache. Kwa hiyo hivyo vigezo vichache vinakuondoa okay. Na uzuri wa mfumo wetu ukiwa una upload vyeti vyako pale, unakwambia sasa hivi umefika asilimia hamsini, bado hujaweka cheti fulani, umefika asilimia fulani, bado hujaweka cheti fulani na uzuri mfumo unakwambia cheti cha kuzaliwa weka hapa, cheti cha setifiketi weka hapa, cha diploma weka hapa. Lakini nataka nikuhakikishie bado watu wengine pia hiyo hawafati. Nakuta mtu anaambiwa hapa weka cheti chako cha diploma, anaenda anaweka cha digri. Hasa akija kuomba, mfumo kama unavyojua mfumo unaangalia we una digri, lakini umepakia kule kwenye diploma. Mfumo ukiangalia unasema huyu hana digri, haukuiti kwa unajaribu kuomba kuomba baadaye sasa ndo mpaka upige simu, tuangalie tuanze kukubadilishia. Kwa hiyo ni umakini pia unahitajika, ni vitu vidogo, lakini katika ushindani vina maana. kwa hiyo